Subila. Wow. Mmependezana wenyewe <laughs> ah, mimi nashukuru kumjua shemeji yangu ingawaje umechelewa sana kunitambulisha mm. Sio hivyo Shazi, amekuja tu kunisalimia mara moja, amna. Um, usijali. Huru, yani kuwa huru kabisa, yaani kuwa free. Dago, naamini kuanzia sasa utaniacha nikiwa huru, si ndiyo? Hivyo utaniacha nikiwa na mahusiano yangu, kwa sababu hata mimi ni kitu ambacho nilikuwa nakuombea sana, upate mwenza wako ambao utakayempenda ili na mimi nibaki na maisha yangu, nibaki na amani yangu, nibaki na mapenzi yangu. subila mimi, na hisi niliwaingilia, nimekuja huko bila taarifa. Kwa hiyo naomba niwaache. Bye. Shaz. Dago, unaenda wapi? mrudia

Najua mpo ndani humo, naomba nitolee mdogo wangu. Mwanga, naongea na wewe humo ndani. Msijifanye kama mnisikii, najua mnaelewa kabisa. Nimeshafika, najua mnajua. Naomba nitolee mdogo wangu, umo ndani huyo. Dogo bado anasoma. Mwanga, kuna vitu vingine, mimi sipendi ugomvi na familia hii, naomba unielewe. Moja. Mwanga, naomba nitolee mdogo wangu. Mimi sipendi kabisa familia hii tuanze kulumbana mbili, Lecho, Lecho, Lecho, nakuomba utoke ndani tuondoke. We bado mwanafunzi, Lecho, unaangaika na wanaume Lecho. Mimi siku zote nakwambia mdogo wangu, mimi siku nikija nikichafuka, mdogo wangu utaniona mimi mbaya. Nimeshakwambia mi ukiletea mimba kwangu, mimi nakutimua kama siku jui alafu we Mwanga wewe we Mwanga, mnajifanya mnielewe, mnajifanya vichwa maji kabisa, hamtaki kunielewa. Ah, mnajifanya vichwa maji, mmefunga mlango, mmejifungia kwa ndani. Maanake mna relax, si ndiyo eh? Sasa hivi hapa mimi sitoki na mtakao umeumo ndani sijui mpaka muda gani. Niko hapa nje nawasubiri chuba miti nyinyi, wapumbavu wakubwa. Tena wewe Lecho leo katika siku umenikwaza mimi leo. Na leo ndiyo utanijua mimi upande wangu wa pili, mpumbavu. Naimba ukanalia mimi ulichofanya sio

Yani hata mzigo wenyewe nimekosa, imekosa. Una una akili kweli? Mbona kuwa kama mpumbavu wewe? Yaani mi nilitegemea wewe ni mtu mzima na hayo mandevu yako kidogo, utajiongeza kumbe una akili mpumbavu. Ndio unasemaje? Ndio we mpumbavu, afufanye unavyotaka Mwanamke, tumefikia hali ya... Ananitusi hivi mimi, mpumbavu mpumbavu, mtu anaikuudumia anaikuendo, mimi imenatebilea choki okay. Apenzi amenikata okay. Nabembeleza choki na naungena kimvuli changu, yamezidi madhira madhira, napambana. Yani katika siku ambazo leo umenikosea ni hii leo. Yani Mwanga, leo umenifanya niwe kat... yani niwe katika mudi mbaya mbaya mbaya. Na we lecho, lecho, narudia tena lecho. Hey. leo utajua, yani utanijua vizuri, yani leo mtanijua Si mmenichukulia mi wa kawaida? mnaniona mimi mnanimudu, yani kila kitu mnafanya mnavyojisikia. Sawa, mimi niko hapa muda wote, mtavyojisikia, kutoka mje tuonane. Sasa washenzi wakubwa nyinyi, mnachukulia hii nchi ya kwenu we, mnafanya mnavyojisikia. Hey, hey. Leo kazi mnayo, manake haiwezekaniki, kila siku mimi nakuhudumia eh. Hey, mama yangu mzazi, yani wewe leo umejichanganya na Mwanga nakwambia. Hivi like siku ukijua mimi niko niko vipi niko vipi e niko vipi, hutokuja kuisogelea familia yangu abadani asilani. Wapumbavu wakubwa familia mmekosa hata maadili, washenzi nyinyi <tutup> ah. Mwanga, Mwanga, hivi unanisikia au unajifanya umejitoa akili humo ndani? Naondoka Mwanga, lakini mwambie huyo mpumbavu mwenzio huyo atanikuta nyumbani. Nyisi mnajifanya mmekadha mmekaa ndani freshi, mnanichukulia mizumbu kuku yaani mzungu mzunguke, mimi mtanikuta nyumbani, wa shenzi nyinyi. Ooh, jeje, jeje, jeje, jeje. ninachoma moyo ni inachoma moyo ni. Da Shazi, karibu. Subira, asante dada. Nimekuja kukuomba samani kile kitu kilichokuta pale nyumbani siku ile akina ukweli wowote dada yangu naomba unisamehe sana. Ah, Subila bwana mi nijushakua mdogo wangu, kumbe bado. Usijali, mbona kawaida yele mi alishaisha kabisa yaani, ila umezingua kitu kimoja mdogo wangu yaani, e mdogo tu ujanitambulisha shemeji yangu kwa nini? Amna dada, sina mahusiano nayo yoyote. Ah, Subila bwana mi sio mtoto mdogo alafu unajua kabisa mimi na matatizo na mwanaume. Laiti ungesema mapema, hata mimi ningekusaidia, ili mradi ya mambo yaende si vizuri, lakini ukakaa kimya. Ila so mbaya, mbona mependezana vipi? Dada, nikusaidia labda kubeba maji? Zimbaki ndo mbili hapo. Aya, basi jaza, alafu mimi nitakusaidia kubeba hapo karibu. Aya, asante.

Alafu wewe mwanamke nimeshakwambia. Mimi sitaki mazoea na wewe. Alafu huko nilikotoka kichwa changu kwenye kiko cha moto. Yaani nimepagawa. Akili yangu haiko sawa kabisa. Naomba uniache ana. Sasa hivi ulivyokuwa hauna mudi wewe. Mimi ndo wakukuweka sawa. Sipo kuna tatizo gani? Wewe mwanamke unajielewa wewe? Alafu ana nimeshakwambia. Wewe nani unaweza kumweka sawa? Mimi au mimi wewe uweze kaniweka sawa. Alafu nimeshakwambia huko nilikotoka mwenye akili yangu imevurugwa. Niache. We vipi hivi huh? Unajikuta nani we sana sana, wewe sana sana, yaani we nakwambia hata kukuloga ntakuloga mpaka nikupate. Kwa taarifa yako, naimba ukunalia mimi, ulichofanya sio, naimba ukuna waza mimi ulichofanya sio. Farisafa ya mapenzi hujawahi kueleweka. Naangaika kukutafuta hivi, wapi umefichwa we? Naimba huku nalia mimi, ulichofanya sio. Naimba huku nawaza mimi, ulichofanya sio barisafa ya mapenzi ijawai kueleweka eh, Na naangaika kukutafuta hivi, wapi umefichwa we? Aye, binadamu siyo malaika, kukosea ameumbiwa. Hili nalo litapita moyo wangu. Kwani ulikuwepo wapi? Kaka, mbona sikuelewi? Mbona mimi nikuwemo ndani? Alafu mimi sijatoka kwenda sehemu yoyote ile. Na kama umeniita itakuwa sijasikia. Usinifanye mimi sina akili. Nimepita nimezunguka humu mote humu ndani. Nje huku kote nimezunguka sija kuona. Sasa hivi unanifanya eti nilikuwepo humu ndani. Ona nichukuliaje? Itakuwa kaka hujafungua mlango wangu. Ungefungua ungeniona. Mimi sijatoka kwenda sehemu yoyote ile. Ndio nimeamka sasa hivi hapa nimetoa vyombo kuosha. Yaani kweli leo nimepimwa suti wewe na yule mpumbavu mwenzio mmejua mlichokifanya. Mimi naondoka na nyinyi mkaamua kupita shortcut mradi tu ufike nyumbani. Wewe kaka unamzungumzia nani? He, lazima usinielewe kwa sababu wewe unaniona mimi kila siku kama pang'ang'a tu, mnanichezea michezo ya ajabu ajabu ajabu ajabu. Ilecho wanataka mimi niwe nafanya nini ili wewe unielewe, kwamba mimi sitaki ukaribu na yule mwamba hmm? Ni mambo ya aibu anayofanya Shazi. Huwezi kwenda kwenye nyumba ya mwanaume, tena anaishi peke yake. Anafika mle ndani, anaanza kushikwashikwa, anavutiwa ndani Sam. Kama nisingekuwepo eneo la tukio siku yenyewe, Shazi wangembaka tena wangembaka vizuri kabisa. Jamaa namshika Shazi, kitendo cha kutaka kumvutia ndani tu, mimi nafika napiga makelele, jamaa nashtuka, namwachia pale. Shazi nakaa naye chini, namuuliza ulifuata nini pale? dada yangu kanituma. Kweli kwene nyumba ya mwanaume umetuma dada yako? Nilichokiamua mimi kwa Shazi ni kukaa naye mbali Siwezi kuishi na mwanamke ambaye hauthamini mwili wake, anashikwashikwa tu ovyo. Unajua, mimi nimekusikiliza sana, upimbi unaouongea nimeusikiliza vizuri kabisa. hivi wewe Mwanga, wewe wakuachana na Shazi? Shazi ambaye anakulindia madhaifu ulionayo wewe. Eh? mangapi Shazi anayafanya juu yako? Eti leo olele olele tu eti, oh, na tu unakuja kutamka kiolele olele tu eti mimi Shazi nimeshaachana kirahisi tu. Acha ujinga wewe, eh? Aya, sawa, umemfuma anashikwa na yule jamaa. Lakini kauli ambayo umeizungumza hapa umesema dada yake ndo alimwagiza, ashukuriwe Mungu ndio umemkuta ameshikwa, lakini umelisovu ume, ume lile tatizo. Sasa ndio iwe kigezo cha kuachana? Hebu tumia akili basi. Wenyewe washikaji tu huku mitani tunakuhurumia tu, eh? Tunakufichia madhaifu watu wanazungumza huko eti ho Mwanga sijui hivi na hivi, si tunasema hapana? Jamani, yuko vizuri yule mtu, yuko vizuri leo. Unakuja unatamka maneno gani hayo mbele yetu? Nimekuja hadi kule baada ya kukukosa hapa. Mmesikia nacho kizungumza pale nje, hamjataka kutoka. Nimetoka umepita shortcut vinjia vya huko nyuma nyuma ili mradi tu utangulie kufika. Umefika hapo umeanza kujitolesha vivyombo unaosha, ili mimi nikuone kwamba ulikwepo hapa toka muda. Wewe, mimi ni mtu mzima, nimeanza kuliona jua kabla yako. Wewe unanielewa, sio kila kitu lazima mimi nizungumze. Sasa kaka, kunakuwa kwa sana haja gani? Mimi hakuwa nashinda nyumbani, maana nikishinda nyumbani kelele. Nikienda shule ni kelele. Sasa mimi kaka, mbona kila siku mimi au mimi nimesha kukosea nini gani kaka yangu? Mbona, kitu unapenda sana kunionea mimi lakini. Aha. Kweli michezo mnaicheza na michezo mnayocheza leo mmefanikiwa kushinda freshi. Mimi sindo sina akili freshi, haina shida. Asila za nini wewe? Kaka wataka kuniua bure kaka, mimi ndugu yako. Chuki za nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa wewe kaka, sina makosa mimi kaka, eh? unatamka upuzi gani mbele yetu ili niachana na Shazi We, vipi mwanangu, ujue mimi sikuelewi kabisa, Sam Samu, Samu. Unavyopaza sauti yako hivyo una maana gani wewe yaani, wewe unamnufaisha nani hapa? sauti yako juu inaenda mbali. Kwa sasa umeamua kabisa, sasa Samu wewe, kila mtu ajue kwamba Mwanga asimamishi. Si ndio malake? Eh? yaani unavyoongea hivyo, tazama watu Jesus, umejua, uh, unafaidika nini? Usi, usiniambia uh, usini uh, uh. Wanafaidika nini watu kuona? Nisema si ndio? Basi sema wewe. <laughs> Nisikize nikwambie, sio kwamba najisikia raha japokuwa wewe unajisikia raha kuachana na Shazi. Mimi naumia sana. Shazi ni mwanamke mmoja mpole, mtaratibu, mzuri mwanamke ambaye anaweza kakustiri mwili wako, aka, akayaona madhaifu yako ulionayo akayabeba. Shazi sidhani kama siku moja anaweza kaja kwa kuaibisha wewe. Ni mwanamke gani ambaye anaweza akajitokeza mbele yako akaja akabeba madhaifu yako? Shazi amefunzwa wewe, acha ujinga. Nataka nikwambie kitu kimoja, siku Shazi akijua udhaifu wako kwamba wewe hausimamishi, ndugu yangu, utakuja kujuta utakuja kulia kama mtoto mdogo. Leo unamkana Shazi, unamwona afai, unamwona takataka, lakini nakwambia ipo siku. Boya wewe, we mbona msi sana Shazi, we, we, we Shazi unamtaka? Unasikia zii. Lengo la mimi kukuita hapa, kuna kitu hakiko sawa kuhusu mdogo wako Shazi. Juzi, kanikuta niko na mwanamke mwingine, na sio mwanamke tu, ni rafiki yake wa karibu Subira. hmm. Hapo bosi wangu mwenzangu, umevuruga kiukweli, umevuruga. Umefika tena kwa Subira? Subira na mdogo wangu mimi ni marafiki, unajua ni marafiki, tena ni marafiki sana. Imekuja tena mpaka kwa Subira. Kwani unafanya mambo yako, si ungejificha ficha? Lakini bosi wangu eh, kwahiyo utafanyaje? Utafanyaji wewe mwenyewe ukiangalia hali. Ndio maana nikakuita hapa, ili ukanisafishe kwa mdogo wako, angalau ujaribu kuniombea msamaha. Mimi naamini hili jambo alikushindi hmm. Ila kuhusu subira, itakuwa ngumu kidogo, ila hamna shida yule ni mdogo wangu, hawezi kunishinda. Ila cha msingi zingatia tu engo yako. Kuhusu swala la engo kwangu, halina shida. Mimi nafahamu vyema kwamba mkono mtupu haulambwi, mimi nitazingatia hilo. Kikubwa bosi wangu, hapo we zingatia tu. Sasa mpa na kingine ha, na habari njema kwako. Unamtaka na kuuliza yule, acha unavyomtetea mno. Asa mi nasemaje, mimi Mwanga, mimi mimi Shazi niisha meanannamaanisho kwamba Shazi mimi simtaki, yani nimemwacha. Ukimtaka mchukue kwa sababu na namtetea sana, mchukue. Kwa hiyo mimi namtamani shazi. Ndio mchukue, namtaka shazi. Ok, sawa, kweli namtaka. Wes ndo umesema ndio namtaka mimi. mimi nachokiona tungeache hizo mada za Shazi, ingekuwa vyema. Hapa tulipokaa tungezungumzia ule mchongo wako ulioleta wewe jana, kwamba kesho tukafanye kazi, ingekuwa ni nzuri zaidi, lakini sio, unamtetea ushazi. Wewe una akili wewe. Yaani, mimi niache kuzungumzia habari za Shazi nianze kuzungumzia mambo ambayo tuliyaongea jana, eti kuhusiana na dili? Unaongea una, una nini wewe? Kwa jinsi ulivyonikasilisha na kauli zako hizo za kipumbavu, unadhani mimi nitaongelea swala la jana? Basi sawa kama umeamua wewe kusema tusiongelee kazi hapa, na mimi nakuonya sitaki wewe ulete habari za shazi hapa, bora tukae kimya, na nageukia huku. hey, geukia baba <laughs> geukia mimi mwenyewe, nageukia huku. Ko wewe hapo unaongea na nani eh? Wewe kumbe una shobo eh? Wewe una shobo, nakuuliza ah. Huwezi kunyamaza? Hebu funga bakuli lako basi. Kwa hiyo mimi naongea na miti, si ndio eh? <laughs> naongea na miti. Sasa, sikiliza, geukia mimi. macho yako geuzia kule, na mimi nageuzia huko, mpumbavu wewe. jenga nini mpumbavu, mwenyewe mtazame kwanza ulivyo. Cheki shobo, sasa muangalia nani? Bwege nini? Naisi kama na cheki shobo, anamwangalia nani? Bwege nini? Sasa hivi Shazi na Mwanga hawana maelewano mazuri. Shazi, Shazi kaniapia kabisa yeye na Mwanga haiwezekani tena. Mi mwenyewe nimeshangaa yani, mpaka nimemshukuru Mungu, maana nilikuwa nawaza ili toto huko linakoenda. Yeye mwenyewe kaja kwangu, kaapa, dada, mimi na Mwanga tena haiwezekani, sitaki hata kumwona. Nilimshukuru sana Mungu kwelibosi wako. Kweli hizi ni habari njema na hili ni jambo la kumshukuru Mungu, hakika Mungu anatenda Yaani tena mshukuru Mungu, tena una bahati wewe. Yaani mshukuru Mungu kabisa hapo. Kikubwa tu bosi wangu, zingatia tu. Sasa mpa mimi, leo naenda kulimaliza hilo, lina shida na kuna hizi mm. Mimi si hesabu, utahesabu mwenye mbele ya safari huko <laughs> asa bosi wanguja basi nichukue na hizi hapa. Hamna shida chukua, chukua. Amna shida ya kuchukua, ngoja niwahi kule nyumbani, maana nimemwacha kalala. Hebu kaifanye basi kazi hiyo kwa weledi bwana. Nahisi kama na mapepo hata sijui kitu gani, au kichwani yamemkuta maruani, mara namsikiliza kila takachongea

na hasira? Kimekuta nini mimi, kwa hiyo kwa so, kwa kwangu kote ni chai chai nikupikie. Mbona umekuja na hasira? Kimekuta nini kwa ulikotoka? Mwanga, mimi yaani, mimi kwa hiyo kwangu kote nije nikuchemshe chai, nikupikie chai, mcha ni koshe hiyo mbafu. Kuna nani hiyo chai kakupikia? Wewe leo una akili eh? Na nakuliza wewe, una akili? Kumbe mimi kukujali kwangu kote, unaniona leo sina akili, si ndio? Yani, mi naacha kazi zangu zote naacha masomo kusudi nikuwahi wewe nje nikufanyie usafi nikupikie chai afu nakuta chai imeshachemsha. Afu ananiambia leo sina akili. Kwa hiyo mimi kumbe kukujali kwangu, naona mimi sifai si ndio? Kwa hiyo mimi nimetoroka shule, yani nimeacha huko bakery shule, nimeacha kila kitu huko kusudi niwahi wewe nje nikuchemshie chai. Kwanza nani kukuchemsha chai? Au ndio yule mwanamke ameshaanza kukuchanganya akili zako si ndio? Wewe we, Lecho. Uo jinga unaoongea mdomoni mwako sitaki niusikie. Aya, wewe unakuja kunipikia chai mimi mumeo. Eh? Ya unajishao kabisa unajimaliza, binti wa watu. hii nimetoka shule, nimetoka huko, nimeacha nguo zangu, rafiki yangu, wewe unipikia mimi chai. Lecho, paka la kikosha nitea matatizo jue, sitaki ugomvi na ndugu yako. Nielewe lecho, tena na kuomba hapa uondoke, na kuhusu mwanamke wangu wewe kuhusu. kunikuta mimi kule na mwanamke wangu isikutie wenda wazimu Ukajikuta mimi nakupenda sana wewe, Lecho, wewe utabaki kuwa mdogo wangu. Yaani kukuita mchumba sio sababu, ni mapenzi tu ya binadamu na binadamu mwenzie. Lecho, nakuomba uwo ujinga ujinga wako ukaufanyia huko kweni, wewe usije kaniletea matatizo, sipendi matatizo na wewe na serikali na ndugu zako. Kwa taarifa yako, nikikutana na kaka yako sehemu yoyote lazima nimwambie dharau ni unazonionyeshea wewe. Aha. Sasa Lecho, sitaki mimi tugombane, nakwambia. Kabisa, nenda shule. Watu wanapita barabarani hapa, wanaona mimi na wewe tunazozana, na umevaa uniform na umevaa jezi, jezi lako zuri, imeandikwa nini? Lecho, nakuomba nenda shule, kama uwezi kwenda shule, basi inua miguu yako, jibebe, nenda kwenu. Kwa taarifa yako hapa nakuja kukumwambia kakako. Na sitoki, yani mpaka nihakikishe nimekupikia ni makupikia cha mchana ndo nitoke. Yaani unavyoniona hivyo ndo nimefika yani nasitoki sibandui mguu wangu hapa. Tuna naona unataka kunichezea wewe. Haa, ah, utoki sindo manake? Na chai ya moto hii. Subutu uone, unimwagia chai wewe. Mwanga, sikuogopi ah. <laughs> Yaani unimwagia chai, jaribu uone. Unasemaje? Yeah. Sasa ngoja nikuonyeshe mshenzi mmoja wewe. Na imba ukuna lia mimi ulichofanya siyo. Na imba ukuna waza mimi ulichofanya siyo. Farisa fa ya mapenzi ajawaikuelewekae na angaika kukutafuta hivi, wapi umefichwa we? Naimba hukuna lia, mimi ulichofanya sio. Naimba hukuna waza, mimi ulichofanya sio.